Alianza kama kijana wa kawaida kutokea New York mwenye akili ya masomo ya hesabu na ndoto kubwa. Alipanda ngazi za mafanikio kwa kasi isiyo ya kawaida, akaingia katika duru za watu wenye nguvu, fedha na ushawishi mkubwa duniani. Lakini nyuma ya sura ya utajiri na urafiki wa watu mashuhuri kulijificha siri nzito zilizokuja kumwangusha vibaya. Huyu ndiye Jeffrey Epstein mfadhili aliacha alama ya giza katika historia ya Marekani na dunia. Jeffrey Epstein alizaliwa Januari 20, 1953 na kukulia katika jiji la New York, Marekani. Tangu akiwa mdogo, alionekana na kipaji kikubwa katika masomo ya sayansi, hasa hisabati na fizikia. Alijiunga na masomo ya vyuo vikuu akilenga fizikia, ingawa hakuwahi kuhitimu rasmi. Licha ya kutokumaliza masomo ya chuo, Epstein alionyesha uwezo wa akili uliompa fursa zisizotarajiwa mapema maishani. Katika miaka kati ya 1970 Epstein alipata kazi ya kufundisha hisabati na fizikia katika shule ya kibinafsi ya Dalton jijini New York, moja ya shule zilizohudumia familia zenye uwezo well mkubwa kifedha, na hapa ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika. Mzazi wa moja ya wanafunzi wake alivutiwa na akili na ujasiri wake na kumtambulisha kwa viongozi wa benki ya uwekezaji ya Bear Stearns. Ndani ya muda mfupi, Epstein aliacha ufundishaji na kuingia Wall Street. They don't want the little guy to understand what they do because they make so much money and they don't do very much. So they, they couch it in words like derivative and stock options and commodity futures and different types. Kwa kasi ya kushangaza, ndani ya miaka minne tu, alifanikiwa kuwa mshirika au partner katika benki hiyo. Hatua iliyomweka kwenye ramani ya watu wachache waliokuwa na ushawishi mkubwa katika masoko ya fedha. Mwaka 1982 Epstein alianzisha kampuni yake binafsi J. Epstein and Co. iliyodaiwa kusimamia mali za wateja matajiri zenye thamani ya zaidi dola bilioni 1. Utajiri huo ulimfungulia milango ya maisha ya kifahari na ushawishi mkubwa. Alimiliki majumba ya kifahari Florida, ranch kubwa new Mexico na kile kilichotajwa kuwa ni nyumba kubwa zaidi binafsi jijini new York. Sambamba na hilo alionekana mara kwa mara akiwa na wanasiasa, wasanii, wafanyabiashara wakubwa na viongozi wa dunia. Epstein alijenga mtandao mpana wa marafiki mashuhuri akiwemo rais wa zamani wa Marekani, viongozi wa Ulaya, watu wa kifalme na mastaa wa burudani. Miongoni mwao alikuwapo Donald Trump ambaye mwaka elfu mbili na mbili alimwelezea Epstein kama mtu mzuri wa kufurahisha kuwa naye. Alisafiri na watu mashuhuri kwa ndege zake binafsi, alitoa misaada mkubwa kwa taasisi za elimu kama chuo kikuu cha Harvard na alihusishwa na majina makubwa kama Bill Clinton, Harvey Weinstein na Prince Andrew wa Uingereza. Kwa nje maisha yake yalionekana kuwa ya mafanikio makubwa na heshima, lakini chini ya pazia hali ilikuwa tofauti. mwaka Wazazi wa msichana mwenye umri wa miaka 14 waliripoti kwa polisi kuwa Epstein alimnyanyasa kingono katika nyumba yake ya Palm Beach, Florida. Uchunguzi wa polisi ulifichua ushahidi wa kutisha ikiwemo picha za wasichana wadogo ndani ya nyumba hiyo. Ripoti za baadaye zilionyesha kuwa unyanyasaji huo ulikuwa umeendelea kwa miaka mingi ukihusisha wasichana wadogo wengi waliodaiwa kuajiriwa na kushawishiwa. Mwaka 2008, Epstein alifikia makubaliano ya siri na waendesha mashtaka yaliyomruhusu kuepuka mashtaka ya shirikisho. Alipata kifungo cha miezi 18 tu huku akiruhusiwa kutoka gerezani kila siku na kwenda kazini, hali iliyozua ghadhabu kubwa kwa umma. Makubaliano hayo yalitafsiriwa na vyombo vya habari kama mfano wa haki iliyopinda kwa ajili ya mtu mwenye fedha na ushawishi. Mwaka 2019, Epstein alikamatwa tena kwa mashtaka mazito ya kibiashara ya ngono ya watoto. Safari hii alinyimwa dhamana na kuwekwa gereza la New York akisubiri kesi. Hata hivyo, Agosti 10, 2019, kabla ya kesi kuanza, Epstein alipatikana akiwa amefariki ndani ya sero ndani ya gereza Kifo chake kilizua maswali mengi na nadharia mbalimbali mbali, huku wengi wakiamini kuwa ukweli kamili haujawahi kujulikana. Baada ya kifo chake, mshirika wake wa karibu Ghislaine Maxwell alihukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa kusaidia uhalifu huo. Aidha, Kuanzia mwaka 2025 serikali ya Marekani ilianza kutoa nyaraka za siri za uchunguzi dhidi ya Epstein, hatua iliyozidisha mjadala kuhusu watu waliokuwa wakilindwa na mfumo. Maisha ya Jeffrey Epstein ni simulizi la kupanda kwa kwa kasi, kuanguka kwa aibu na maswali yasiyo na majibu kamili. Ni hadithi inayoibua mjadala mzito kuhusu nguvu ya fedha, mianya ya sheria na haki kwa waathirika. Ingawa Epstein hayupo tena, kivuli cha aliyofanya bado kinaitikisa dunia. M24 Habari tunakusimulia kwa kina muktadha wa ukweli. Endelea kutufuatilia kwa mengi zaidi, hii tu ni mwanzo. Tukutane sehemu nyingine inayofuata. Jina langu ni Samuel kutokea M24 Habari.